Na sasa tunaanza ujenzi wetu wa vyoo vya kisasa, vyoo vya septic tank, vyoo visivyojaa. Na hapa tumekuja katika sehemu ya Kinyerezi, tunafanya uboreshaji wa kalo la kizamani kuliweka mfumo wa kisasa, na tunalifanyia maboresho la kuliondoa katika mfumo wa kizamani na kuliweka katika mfumo wa kisasa. Na hii ndio tunaanza sasa kazi. Na hapa ndio fundi anaanza ujenzi eh. Tunaanza kulitoa kulitilia mfumo wa kisasa, na tunalitolea tunadumbukizia hapo paipu, na kisha tutaipelekea mitaa ya huku mfumo wa mawe hapo baadaye, na bomba zetu kama hizo ndizo tutaanza kufanya translation ya water from the septic tenki kupeleka katika mfumo wa mawe, mfumo wa unyunyaji wa kupoteza maji chini eh. Karibuni sana wateja wetu eh, tupo tupo nanyi kwa wakati wote na kwa muda wote, mkituhitaji popote pale tunafika. Karibuni sana wateja wetu, Mr. Kilindo Social Family Contractors.